Allahumma salli ala hadha an nabiyyil karim warasuli sayyidi sanadil adhim wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa salli amma ba'd, amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema kipenzi chetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu Waislam. Kwanza kabisa napenda kuchukua fursa hii kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema mbalimbali alizotupa: neema ya afya, neema ya uzima na neema ya amani. Pia napenda kuihusia nafsi yangu na kuzihusia nafsi zenu katika swala zima la kumcha Allah Tabaraka wa Taala. Ndugu zangu Waislamu, mada yangu ya leo, nitaelezea mada inayohusu malezi ya watoto wa Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, kama wazazi walezi, inabidi tufahamu jinsi ya kuwalea watoto wetu katika malezi ya Kiislamu, kama anavyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani: inna hadha lqurani, hakika ya hii Qur'an, yahdi, inaongoza, lillati hiya aqwam. Kwa yale yaliyonyooka. Wayakulu nabiyu, na akasema mtume murru auladakum, waamrisheni watoto wenu biswalati, kuswali lisabi sinina, pale wanapofikisha umri wa miaka saba wadribuhum alaiha iasharin, na wachapeni pale wanapofikisha umri wa miaka kumi wafarikuu bainahum fil madaji, na watenganisheni kati yao katika kulala. Ayuhalwalidu, ewe mzazi, anna tarbiyata lislah, anna tarbiyata lhasana, hakika ya malezi mazuri hiya sababu saadati libnika, nayo ni sababu ya mafanikio ya mwanao fi dunya wal akhirah katika maisha ya hapa duniani na kesho akhera. Yarudu anhu rabbuhu, yanayoridhia kwa Mola wake mlezi. Wayuhibbuhu usurahu, na utapendeza msingi wake wa jamii. Nnasi, na watu wote. Wayaishu bainahum, na ataishi kati yao. Muhtaraman, ni mwenye kuheshimiwa. Aksuha, kinyume chake tarbiyata sayiata, malezi mabaya, fahiya agalu shaqawatihi, nao ni upotevu wa mwenendo wake, fi dunya wal akhira, katika maisha hapa duniani na kesho akhira, wayubghidhu alaiha, wayubghidhu alaihi, na atapata madhambi juu yake, wa yasakhatu alaihi na atapata madhambi juu yake. Wayubghidhuhu ahlu baitihi, na atachukiza kwa watu wake wajamii. Nnasi, na watu wote. Wayaishu bainahum, na ataishi kati yao. Muhtaqaran, ni mwenye kudharaulika. Dhalilan, na kudhalilika. Ndugu zangu Waislamu, kama nilivyoweza kuelezea katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema hakika ya Qur'ani ni mwongozo, Qur'ani inaongoza yaliyonyooka. Na ndugu zangu wa islamu, Qur'ani hii haipatikani vijiweni, Qur'ani hii haipatikani ba, bali Qur'ani hii inapatikana madrasa. Hivyo wazazi walezi, tuwapeleke watoto wetu madrasa ili wakajifunze Qur'ani waweze kupata mwongozo. <coughs> Pia tumeona katika hadithi ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mtume wetu ametufundisha ya kwamba tuwaamrishe watoto wetu kuswali wanapofikisha umri wa miaka saba. Umri huu wa miaka saba ndio umri wa mtoto wa kujifunza mambo mbalimbali, ima ajifunze mambo mazuri ima ajifunze mambo mabaya. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, katika umri huu wa mtoto wa miaka saba ndio umri mtoto ananasa mambo tofauti tofauti, ndio umri mtoto ana anakopi na kuchukua vitu. Katika umri huu wa miaka saba pia tumeamrishwa ya kwamba mtoto akiacha swala katika akiwa na umri wa miaka kumi basi tumwadhibu. Je, wazazi wenzangu tunayafanya hayo? Kama hatuyafanyi hayo, basi tutakuwa tunaenda kinyume na mafundisho ya mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu na ndugu zangu wazazi, tumeona ya kwamba unapomlea mtoto katika malezi ya Kiislamu, katika malezi mazuri, kwanza kabisa itakuwa ni mafanikio ya mtoto hapa duniani na kesho akhera pia. Itakuwa ni mtoto mwenyewe ataheshimika na watu, mtoto atajua jinsi ya kuishi na watu, mtoto atakuwa ni mwenye kuwa na maadili mazuri katika jamii. Na kinyume chake, tumeona ya kwamba utakapomlea mtoto katika malezi mabaya kwanza kabisa mtoto atakuwa ni mwenye kupata hasara hapa duniani na kesho akhera pia. Mtoto atakuwa ni mwenye kuishi na jamii vibaya, jamii itamchukia, jamii haitampenda mtoto huyo kutokana na matendo yake mabaya pia. Mtoto huyo atadharaulika na pia atadhalilika <coughs> ayuhalwalidu, ewe mzazi anna tarbiyata lislamiya, hakika malezi ya Kiislamu. ala arbaati asasi, yapo katika misingi minne ya uharia ya kiulimwengu. hiya lasasu nafsi, nayo ni misingi ya kumtengenezea mtoto mwenyewe. walasasu jitimaiya, na misingi ya watu wote. Alfarsafia, ya kifarsafa walasasu marifia na misingi ya utambuzi, fala budda alaika, basi ni lazima juu yako mzazi, an yuraiahu kumchunga mwanao, fi hadhihi lasasu, katika misingi hiyo. Ndugu zangu wazazi, walezi, kama nilivyoelezea, wa malezi ya Kiislamu yapo katika misingi minne Utakapomlea mtoto katika misingi hiyo itakuwa ni faida yake na pia itakuwa ni faida kwa jamii nzima. Na nitaanza kwa kuitaja misingi hiyo. Msingi wa kwanza unasema, ta'malu ala tanmiyati linsani fi jamii nawahi liyakuna waladan salihan. <coughs> Msingi wa kwanza unasema atajua kushirikiana na watu katika kazi mbalimbali mbali, na atakuwa mtoto mwema. Ina maana mtoto atakapokuwa anashirikiana na watu, anaishi na watu vizuri, watu watampenda, jamii itampenda, atakuwa mtoto mwema. Msingi wa pili, msingi wa pili unasema kwamba shajaatul muadha wa muawidhu atakuwa ni shujaa wa kujilinda na kulinda. Ndugu zangu Waislamu, mtoto utakapomlea katika misingi ya Kiislamu atakuwa shujaa, atakuwa shujaa wa kujilinda na kulinda, atailinda jamii itakayokuwa imemzunguka atajilinda yeye mwenyewe. Kwa hiyo atakuwa ni mtoto ambaye hata sumbu. Msingi watatu unasema kwamba gwabetul hamasa wa muraati lkuderati atadhibiti uoga na atachunga uwezo. Ina maana tumeona kwamba mtoto utakapomlea katika misingi hii minne tunayo ambayo tunaendelea kuitaja, mtoto atadhibiti uoga na atachunga uwezo. Mtoto ataishi kwa kujiamini, mtoto hatokuwa na uoga, kwa sababu kile anachokifanya atakuwa ni mwenye kujiamini. Tunaenda msingi wa nne. Msingi wa nne unasema, at-tarbiyatu ala al-ibadati, atafungamana na malezi ya kuabudu. Huo ndio msingi wa nne na msingi wangu wa mwisho kwa leo, katika kuelezea Ata, atafungamana na malezi ya kuabudu. Mtoto ulimfundisha ibada akiwa na umri wa miaka saba, ina maana kwamba mtoto ataendelea kufungamana na ibada hata kama atakuwa ni mkubwa, hata kama mtoto atakuwa ametoka nje na wazazi wake, kwa sababu ulimlea katika misingi mizuri, ulimlea katika misingi ya Kiislamu, mtoto ataendelea kufanya ibada. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuongoze katika malezi ya kuwalea watoto wetu, tuweze kuwalea katika malezi yaliokuwa mazuri. Ndugu zangu Waislamu, kutokana na muda naona niishie hapa kwa leo wahadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatu.